Asikukataze mtu yoyote kufundisha kwa jina la Kristo mfufuka. Hili ni fundisho pia kwetu sote waamini wote na kwa watu wote wenye mapenzi mema. Ni muhimu kukumbuka kwamba uongozi wa kweli sio kutumia nguvu au kuwalazimisha watu wafuate mawazo yako hata kama ni mabaya. Badala yake ni juu ya kuwaongoza wale wanaotuzunguka kupitia matendo ya maadili. Kiongozi ambaye anaongoza kwa mfano anakuza mazingira ya uaminifu, heshima na kushirikiana. Tuna tunapoonyesha uadilifu tunakuwa mfano wenye nguvu kwa wengine kuufuata, hivyo tujitahidi kukuza mitindo yetu ya uongozi kwa kuwa mfano hai kwa jamii badala ya kutumia mamlaka, ikiwa kazini, katika jamii zetu au hata ndani ya familia zetu. Athari ambayo tunaweza kuwa nayo ni kubwa kama hatuishi katika ukweli, kama hatuishi katika kanuni. Tusimamie ukweli daima, kwa sababu ukweli ndio utakaotufanya kuwa huru. Ushuhuda, hili ni jambo la tatu tunalojifunza kutoka somo la kwanza. Mitume walimjua Yesu walimsikiliza na wakamfuata. Shahidi ni yule aliyeona kusikia mwenyewe na sio kusimuliwa. Shahidi ni yule ambaye anausema ukweli kama ulivyo. Ndiyo maana Mahakamani, mashahidi lazima wa, wale kiapo cha kusema ukweli, ukweli tu.